Maonesho ya 49 ya Kimataifa ya Sabasaba ambayo hufanyika kila ifikapo mwezi wa saba hapa katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amepata fursa ya kufungua semina maalum ikiwa tu ni kuelekea maonyesho hayo. E, semina hii ni utaratibu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tantrade kuifanya kwa washiriki wa maonyesho ikilenga kuonyesha dhamira ya maonyesho, lakini pia kutoa mwongozo kwa wale ambao wanashiriki katika maonyesho haya. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amepata fursa ya kufungua semina hii na pamoja na mambo mengine akaeleza umuhimu wa maonyesho haya sabasaba kwa maslahi ya uchumi wa taifa la Tanzania, lakini pia mataifa mengine ambayo yanashiriki katika maonyesho haya. Maonyesho ya biashara kimataifa ambayo ndiyo fahari ya Tanzania yanapofanyika Dar es Salaam hayafanyiki wa bahati mbaya, ni kwa sababu ndiyo mahali ambapo watu wengi wanaweza kufika wakafanya biashara zao wakahudumiwa na kufanya mambo mengine ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hiyo haiwi kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya haya ambayo nimeyasema. Lakini jambo la tatu, maonesho haya yanapofanyika hapa Dar es Salaam, tunapozungumza nchi kuwa nchi ya uzalishaji, leo unapotaka kupima GDP katika taifa, unapotaka kupima level of poverty katika taifa kwanza, kwenye GDP yetu haikui tu kwa bahati mbaya, hapana. Kukua kwa GDP yetu, moja ya kitu ambacho pia kinasaidia kupima makuzi ya GDP na ukubwa wake kwa ujumla ni biashara, ni exportation na expenditures za nchi na vitu vingine vya namna hii. Sasa Latifa Khamis yeye ni mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tan Trade, ambaye pia ni msimamizi mkuu katika jambo hili la maonyesho haya. Yeye kwa nafasi yake akaeleza namna ambavyo mamlaka yake imejipanga kuhakikisha maonyesho haya yanafanyika vizuri kwa mwaka huu, yakiwa na historia, huku yakisheheni mambo mbalimbali. Kuna vitu vingi muhimu ambavyo vinapaswa kufanyika ndani ya maonyesho Tunaamini kuna waonyeshaji wengine wanakuwa wageni ambao wanapaswa kujua lakini na wale wenzetu wa Tanzania pia wanapaswa kujua kanuni na taratibu mbalimbali mbali za serikali katika ufanyaji biashara ambazo zinawasaidia wao, kwa sababu vitu vingi havijulikani. Kwa hiyo tunapenda kutumia muda huu wa hizi semina wenzetu wa Tanzania na wale wageni wapate uelewa wa kanuni na taratibu mbalimbali mbali mbali. Sixtus Mapunda, yeye ni mkuu wa wilaya ya Temeke. Katika sehemu ya taarifa yake akaeleza namna ambavyo ofisi yake imejiandaa kuratibu maonyesho haya katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na swala zima la kuzingatia usalama kwa washiriki ambao wanatarajia kufika katika maonyesho haya. Maonyesho mwaka huu yameandaliwa ya vizuri sana kuimarisha kwenye sekta ya usalama tuko vizuri sana, niwahakikishie washiriki safari hii tutawalinda kwa nguvu zinazoonekana na zile zisizoonekana. Mizigo kutoka mikoani ya washiriki itasafirishwa kwa magari maalum. Humu ndani hatutaruhusu mabuta, Hawaruhusiwi kabisa wale waliokuwa wanabeba mafuso na lumbesa safari hawaruhusiwi. Kuna utaratibu maalum ulioandaliwa TanTrade kwa kushirikiana na kampuni yetu ya taifa ya posta kufacilitate usafiri. Wanasema maonesho ya 49 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, fahari ya Watanzania, ni kauli mbiu ambayo inatumika mwaka huu ikilenga kuhamasisha umma uliopo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kufahamu kile ambacho kinadhamiriwa kufanyika kupitia maonesho haya. Mimi ni Rajab Chwaya.